Bwana jini kila wakati naine akimrubia kisomewa rukia na rudi zo, so, kuna siku kwa Facebook niliona mtu amepost hadithi ati kisomewa rukia hauta hautakuwa katika wale wataingia wata, wata, wata peponi kwa wale 70,000 people wale wataingia jana bighairi hisabu niliona mtu ameposti hadithi na, na yaani ule mwenye anaenda kusomewa rukia. Sasa nataka kujua kusomewa rukia ni hatia na kama kujisomea mimi mwenyewe rukia ama ni vipi? Kwa sababu mimi niknaakaishalashaka menyeombea likuona matatizo ya jini hainiwachi Najua ni mtihani Mwenyezi Mungu, insha Allah nasubiri, yeah, lakini especially usiku, na nataki ikiondoka ikirudi, lakini nataka, nimekuwa nikienda kusoma rukya inaondoka na ka miezi mbili vizuri, tena yarudi tena. Lakini sasa nilipopata hiyo hadithi yeah, ikanitia hofu sana, kwa sababu mi naomba Mwenyezi Mungu anijalie ningie peponi ka Mwenyezi Mungu wa kutakabalia insha Allah, kuongezea kwa faida ya fadhilatu Sheikh katika kupiga mfano wa Sayidina Yusuf alaihi ssalam, hapo taka tustafidi ndugu zangu na wasikilizaji ya kuwa ndugu zake Yusuf walimkosea Yusuf baada dhalika wakafanya itirafu ya yale makosa na Yusuf alaihi salatu wassalam akawa samehe, lakini angalia hapa nukta muhimu niliyoipata kwa Sheikh jazahullahu khaira, ni kuwa kuna mawili yote ni mazito, lakini tulitazame lilozito za